Eh, Eh, on mood. Action. Ebu, jamani tukayeamani ejamani njoni mumchukue mwenzenu huku nje. Wewe hatula mwenzetu sisi, umesikia wewe? Ukitaka wewe Tukae wako a muingize huku ndani. Muingize. Kwanza huko ndani wengine so, wanatumia we, makombe. Hiyo mipombe yake na mikombe inaendana Kwa hiyo adhalilike mwache, adhalilike mwache, adhalilike. Sio mbake mzazi, hebu mtoe nje we. Amadi humu ndani asiingie, mpaka kwanza kukue mipombe yake konje, abungue. Afanyaje? Abungue mipombe yake, abungue. Siwa, action kwanza. Amadi humu ndani usimuingize, mpaka kwanza abungue mipombe yake, yes. yes. yes. konje Afu, najua unachopa jeuli nini huyu usi so, zo nao pona nani na, na chiku ela za mtaji ndo zinapa jeuli zo so, zimemwua akili saivi sasa so. na nitamwambia, chiku nitampigia simu nimwambie hii tabia mdogo wake na hiyo, hiyo. Aielewi hiyo simu wao ivona simu moja mojawao, basi hujaolewa ukampata mtoto, hujaolewa mwenye mgumba mtoto, huna taa dawa, ampate wapi? Ampate wapi? Hivyo unafanya masiara, Siwa ubebe mimba miezi tisa, ukae kitako kuzaa, mchezo nini? Shenzi wewe! Na leo unaona uko nje, yani umeangia pa, yani wewe nikikutokea huko nje, nitakua wewe <todicumpe> Afu baada hapo si imeisha nili tu mama si twende tu, eh, tu, tumalize yani wewe nikikutokea huko nje tukae, eh, mtakuua changudoa mkubwa wewe eh, changu yo mbwa ewe eh.

Mitembo hiyo <laughs> Hey, yani huyo atukanie huko huko, akiingia mlani tunamuumiza. Wewe naye unakunywa dawa zako huko. Wewe kama wewe unanyweshaga hizo dawa mbwa nini wewe?

Wewe naye kunywa dawa zako huko au nije nikunyweshe wewe? Koma wewe unanywesha dawa hizo dawa kila siku. Mbwa nini wewe, na uchonguda wangu wote sijakuwa magonjwa leo ya kwa wewe shenzi, tangu doa zamani wewe. Jamani, mwadawa wafilika